Bwana karibu sana mwana michezo wa Rick Media. Mimi ni Sostenes Ndunguru, nyuma ya kamera yuko Juma Koba. Bwana tunakupa ripoti kutokea maeneo ya Tabata Kimanga ambapo hapa tumekuja kushuhudia uh, ligi ya mchangani. Ligi ambayo inakwenda kwa jina la Kabwili Cup. Hii ni ligi ambayo mshindi uh, ataondoka na mnyama aina ya ngombe. Mshindi wa kwanza huyu ambaye ataondoka atachukua uh, ubingwa. Wakati huu niko na Ramazani Kabwili mwenyewe tupate kuzungumza naye. Nini ambacho kimemsukuma kuanzisha ligi hii, lakini tutasikia mengi exclusive kutoka kwake, kama ambavyo unafahamu muda mrefu hatujamwona uwanjani. Bwana Kabwili uko sawa? Ah, ni poa. Naomba nasemaje? Ah, fresh kabisa zima. Upo? namshukuru Mungu Bwana, cha kwanza nataka kufahamu kutoka kwako, nini ambacho kilikusukuma au idea ya kuja na Kabwili Cup ilitoka wapi? Uh, kwanza naweza nikasema namshukuru Mwenyezi Mungu. Uh, ni kitu changu ambacho nimekifanya kwa huu, uh, ni mwaka wa nne, yaani niseme ni season ya nne kuifanya, nimeanza 2021. 22 na leo hii ni 2025. 2024 sikuweza kuifanya, lakini leo 2025 nimeweza kuifanya kwa sababu ni kitu ambacho kina mwamko zaidi kwa jamii, na ni kitu ambacho kizuri na wamekipokea vizuri kwa wakazi wa Tabata, kwa hiyo nafarijika sana kuwa nao. Nini ambacho kimekusukuma kuja kuweka ligi maeneo haya lakini kuanzisha ligi mtaani kama hivi, nini ambacho kimekusukuma? Kwanza niseme hii hii ni mara ya kwanza kwa kwa kiwanja kama hichi hapa hichi cha Tabata Kimanga. Tushazoea kufanya katika kiwanja chetu ambacho kiko Tabata mwananchi kinaitwa Tabata Twiga. Ah, uh, huko nilipata malalamiko mengi kwa sababu Tabata Twiga na Tabata Kimanga ni sehemu ambazo zote ziko karibu na vijana wengi ni hapa hapa ambao wanaocheza Tabata Kimanga ndio wanaocheza Tabata Twiga, kwa hiyo mwamko wangu ulikuwa kwa vijana wenzangu ambao tukifanya nao mazoezi wananishawishi, wananiambia wanani kila siku wazee vijana na mvumuni langu la kufanya mashindano haya ni kwa sababu kuwasaidia vijana wenzangu ambao hawajapata nafasi ya kucheza. Pia tunaenda kwenye kipindi cha Ramadhani, tujaribu kuwaondosha wale ambao wapo wanajihusisha na madawa ya kulevya bangi. Mimi naamini huu ni mchezo ambao ni afya, kwa hiyo kwangu mimi nimeleta kama iwe kivutio wachezaji kwa watu kwa kufanya biashara zao na kuwasaidia vijana wenzangu ambao hawajapata nafasi ya kucheza. Ugumu wa kufanya hili jambo mpaka hapa ambapo limefikia leo tunalishuhudia, uh, mechi ya kwanza inaanza kupigwa, uh, kupigwa hapa, uh, kuna ugumu gani ambao uliupitia? Uh, changamoto zipo, changamoto zipo kama unavyojua kwenye football, lakini ni changamoto ambazo kawaida tu zipo katika football. Kwangu mimi ningeomba sapoti kwa sponsor ambao watakubali wata kuja kujumuika na mimi, na ningependa kuwakaribisha mashabiki na wadau wa michezo waje kutusapoti, kwa sababu ni kitu ambacho tunasapoti vijana mm, tunasapoti vijana kama na kama unavyojua sasa hivi soka linahela na soka limekuwa ni kitu kivutio na imekuwa ni biashara kwetu sisi. Mimi nadhani ni wakati sahihi kwa sasa. Uh, Ramadhani Kabwili, hatujakuona uwanjani kwa muda mrefu uh. Tu... kwanza kwa nini upo nje kwa muda mrefu? Ni una timu yoyote? Uh, mimi nadhani kwa sasa hivi tuzungumzie Kabwili Cup. Mm, itafika time tutamzungumzia Kabwili. mm. Nje ya football iko wapi? Anafanya nini kwa sasa hivi? Mimi nadhani tungezungumzia Kabwili Cup. Uh, inaendaje? Inahitaji nini? Uh, mimi naamini tutafanikiwa kwenye hilo kwanza. Mshindi hapa na uh, mshindi hapa uh, ligi yenyewe itaenda kwa muda gani? Uh, tunatarajia ligi yetu kuendesha kwa ndani ya mwezi mmoja, yaani dhumuni letu ni kuendesha katika kipindi cha Ramadhani tu. Uh, mshindo wetu wa kwanza n yani, kimaanisha bingwa wa mashindano yetu ya Kabwili Cup atachukua ngombe mmoja mnyama, atachukua medali ishirini atachukua na, na kombe kubwa moja. Kama kutakuwa na zawadi ambazo zitaongezeka pia tutazipa taarifa, kwa sababu tulishaandika kwenye fomu zile ambazo tumewakaribisha watu waje kujumuika na sisi. Mshindi wetu wa pili atapata mbuzi wawili na atapata mipira mitatu, na kuna zawadi za mchezaji mmoja mmoja. Kama mfungaji bora yeye atapata kiatu na kikombe. Aa, mchezaji bora wa mashindano yeye tutampendekeza apate kombe. Kipa bora ili kuendeleza soka zaidi naye tutampendekeza apate gloves. na kuna mchezaji chipkizi tutamnunulia kiatu na na kocha bora ambaye tutampa vifaa ambavyo vya kuendeleza kazi yake. Dhumuni kubwa ni kuendeleza vipaji kwa kwa vijana wenzangu na tuweze kufikia malengo ambayo nadhani kuwapa sapoti tu TFF pale ambapo huku kwenye viwanja vyetu hivi vya Uswahilini kuweza kuwasaidia ili kwa, kwa, kwa improve wachezaji wafike sehemu ambayo kwa sasa hivi si tulipo. Umecheza kwenye under 20 ambayo ilikuwa kwenye kiwango bora sana. Wapo watu ambao sasa hivi bado tunaona wapo kwenye ushindani mkubwa, kina Dickson Jobo kina Nixon Kibabage, sehemu ile ya familia, wengi wao bado wanawasiliana nao, naamini mm, siku zote kuwasiliana na iskuzote, mtu inakuwaga ni siri yangu mimi na huyo mtu mm. E, niko na watu nawasiliana nao e, siwezi kukaa tu kwenye media na, na wasiliana na mtu fulani mm. Kiachiana na hao tunawasiliana watu wakubwa zaidi hao, kwa hiyo kwangu mimi naona ni kitu cha kawaida. Hiyo ni mchezaji mwenzangu ni familia yangu, nimefanya naye kazi. Kwahiyo ikifika time na muhitaji, kifikatamnahitaji kumsalimia ntamsalimia, sina ugomvi naye, maisha yataendeleatnamisi uh, na, na nafanya mazoezi kila siku kama mchezaji. Kwahiyo hayo mambo mengine dhani, tuta yani, tutapangia tuta vizuri muda wake na wakati wake hivi, kwasahivi kabla kabulikapo naamini Kabwili kapu kwanza inahitajika kwa sasa zaidi sana kuliko e. Kabwili mwenyewe mm. Bada... nikushukuru sana ndugu yangu. Asante sana, neno lako kwa la mwisho kwa wadau ambao e, huu ni mwanzo tu watakuwa wanasogea hapo kuja kushuhudia Kabwili kapu. <mim> Ah, uh, mashindano yetu kwanza tuna, hapa tuna siku kama nane ambazo zitachezeka zi, zi, zi zi zi zi mechi katika hatua ya mfumo wa ya nyumbani na ugenini. Kwa sasa hivi katika uwanja wa nyumbani tutatumia uwanja huu wa Kimanga na katika hatua inayofuata tutaenda kutumia uwanja iyo wa Twiga ambao ndio tutaenda kumalizia mashindano yetu ya pale. Kwa hiyo mimi napenda kuwakaribisha wadau wa michezo sponsor ambao wanahitaji kuja kutusapoti. Mimi naamini ni wakati sahihi kuja kuwasapoti vijana wenzangu. Kama mimi nimejitolea, basi kama kuna mtu ambaye anaweza kupata kikubwa zaidi tuweza tukaja tukajitolea zaidi tuweze kuwasapoti vijana wenzetu. M Ah uh, kwa majina mimi naitwa Bashiru ila jina langu maarufu unataka kunipata hapa Kimanga na Twiga ni Nyaudu cha uh, na, na, na, na, na uh, kiukweli, kwanza tunamshukuru Mungu, cha pili leo ndo ligi yetu ya Kabuli Cup imeanza. Ligi yetu ya Kabuli Cup mshindi hapa bingwa atajiondokea na zawadi ya mnyama ng'ombe mmoja, atajiondokea na medali ishirini na kikombe Wana, t, ligi leo imeanza, ina timu, jumla, ya timu ngapi? Ligi ina jumla timu ishirini ambapo tumegawanyika kwa mfumo wa kumi na sita bora tunaanza ila mechi zinachezwa home and away kwa hatua hii ya kumi na sita bora. Home and away. Ndiyo. Kibuka na ushindi una... unaingia robo finali finali ni mechi moja nusu mpaka finali Bana, kwa, koka, nini ambacho cha ziada kutoka hapa? Hapa cha ziada kwamba tunaomba kwa sababu hii ni mara ito ya kwanza kuanzisha mashindano ya Kabuli Kapu au kufanyika mashindano ya Kabuli Kapu kwenye uwanja huu, tunaomba wadau ambao wanaoishi Kimanga na nje ya Kimanga waweze kutushirikiana kwa pamoja, ili tuweze kuhakikisha ili jambo letu linaenda vizuri, maana jambo so letu la wakazi wote wa Kimanga na nje ya Kimanga ambao wanaopenda michezo. Ligi inataraji imeanza leo, lakini inataraji kwenda kwa muda gani? Ligi inatarajiwa kwenda kwa mwezi mzima, mpaka tarehe 30 ndio itakuwa itimisho, ambao itachezwa fainali mwezi tarehe 30 mwezi wa tatu ambao itakuwa Ramadhani, labda la, la, Ramadhani ya ishirini na tisa. Amba, po, ramazani ya ishi ambapo Ramadhani ya 30 ndio ndo itakuwa sikukuu. Kwa hiyo Ramadhani ya ishirini na tisa ambapo sikukuu kesho, leo ndio tutahitimisha fainali yetu ya Kabwili Cup. Bwana, shukrani sana. Anakushukuru sana bro, karibu sana, endelea kuonyesha watu kwamba tuna uwezo, tunaanzisha event kama hizi, watu waje kwenye viwanja hivi. Bwana, shukrani. Asante bro.